Vizuri mwisho unamaliza vibaya. Kila ukiingia ofisi yoyote, hawakuamini wanakufukuza, wanakuambia hiyo kazi haipo. Ko, alama ya mauti inapomeza mtu, mwisho wa siku huwa anakataliwa kabisa. Atakataliwa na wenye, na, na ndugu, atakataliwa na majirani, atakataliwa na, na, na jamii. Yeyote anayetaka kusaidia anachoka na wewe. Hiyo ni alama ni mauti. Kwanzia sasa, kwanzia sasa. kwanzia sasa. ninata